Hii meli ni meli kubwa kwa mara ya kwanza kabisa kuja katika bandari za Tanzania au bandari ya Dar es Salaam. Bandari ya Dar es Salaam, kama unavyokumbuka, serikali imewekeza pesa nyingi sana kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya bandari, kuboresha eh, kina, kuongeza kina, kina hapa eh, pembeni ya hizo ya, ya gati, lakini pia kina kwenye ule lango kubwa la kuingilia hizo meli, kulingana na vipimo vya kihesabati eh, eh, eh, bandari hii tulikuwa tunatarajia iwe inaweza kuingiza meli ya ukubwa au ya urefu wenye mita mia tatu na tano, lakini meli hii mnayoona hapo nyuma ina urefu wa mita mia tatu na nne, yaani imepungua mita moja tu kutimia uh, mita mia tatu na tano. Kwa maana kwamba kufika kwenye lile lengo ambalo tulikuwa tumejiwekea eh, ya kuingiza meli kubwa katika bandari ya Dar es Salaam, kwetu sisi ni faraja kubwa, lakini kwetu sisi ni hatua moja kubwa muhimu kwa Mamlaka ya Bandari Tanzania eh, kuona sasa kumbe, eh, bandari hii inaweza ikaingiza au inaweza kuhudumia meli kubwa zaidi ya hii. Kwa hiyo ujio wa meli hii kwetu sisi ilikuwa muhimu sana kwa ajili ya kupata tathmini, na tathmini tumeifanya tayari, tumeona meli imepita vizuri kwenye chano, imekuja vizuri kufunga hapa kwenye keyside. Hii inatusaidia sisi sasa kuona namna gani tunaweza tukaongeza ukubwa wa meli ili tuweze kuhudumia meli kubwa zaidi na kuwapa nafuu wateja ambao watakuja kutumia bandari ya Dar es Salaam. Kwa maana hiyo basi e, nilikuwa napenda nitumie nafasi hii e, kwa taarifu wa, watumiaji wote wa bandari ya Dar es Salaam kwamba mafanikio ya ile kazi ambayo tumefanya ya kuongeza ya kuboresha bandari ya Dar es Salaam yamefikiwa na tunaweza tukafanya makubwa kuliko haya ambayo sasa tumeyafikia. Nawashauri kama watakuwa na meli kubwa zaidi ya hii ya mita 304, kwa maana kwamba mita mia tatu na tano, mita mia tatu na kumi, mita mia tatu na kumi na tano mpaka mia tatu na ishirini, wanaweza kuwasiliana na, na e, kitengo chetu cha, cha, cha, cha, cha marine, yani kitengo ambacho kinahusiana na mambo ya uingizaji na utoaji wa meli ili tuone sasa meli za namna hiyo tunaweza tukaziingiza, e, tunaweza tukazipangia tukazi utaratibu wa kuziingiza. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba meli zenye ukubwa wa mita mia tatu na tano zinaweza zikaingia wakati wowote, hakuna restriction, kwa sababu kipimo chake kimekadiriwa Kwenye kiwango cha sifuri. Lakini meli zingine zenye za ukubwa zaidi ya hapo sasa tutaongea na, tuta, tuta, tutaongea na wasafirishaji wa hizo meli wakitaka kuzileta ili tuone siku gani kutakuwa na maji au wakati gani kutakuwa na maji ya kutosha kuingiza hizo meli kwa maana kwamba tutaingiza with restriction. Nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwekeza pesa nyingi katika miradi hii. Na mradi huu si kwamba umefanywa hapa hapa Dar es Salaam peke yake. Tumefanya Dar es Salaam, tumefanya Tanga, tumefanya pia na Mtwara. Mtaona hizi siku za karibuni ongezeko la meli nyingi kule zinasubiri ndani huko nje ili zipate nafasi ya kuingia ndani, na hii inatokana na nini? Inatokana na maboresho tuliofanya, lakini pia inatokana na ufanisi ambao tumeupata baada ya kuweka waendeshaji wa hizi bandari. Meli zimeongezeka kwa kweli, meli zimekuwa nyingi na mzigo pia umekuwa mwingi. Kwa hiyo tutarajie kadri tutakazidi kuongeza ukubwa wa meli maana yake kule nje meli zitazidi kuongezeka pia. Nimshukuru sana eh, mkurugenzi mkuu.